Ya ulimwengu ulimwengu ni kila kitu unachokijua kinachoonekana kwa macho ya nyama na visivyoonekana kwa macho ya nyama. Ulimwengu ulimwengu ni kila kitu unachokiona kwa macho ya nyama na kila ambacho hujawahi kukiona kwa macho haya ya nyama. Biblia nasema watu wa mji katika Wafalme wa Pili sura ya pili mstari wa kumi na tisa, watu wa mji wakamwambia Elisha, mahali pa mji hapa ni pazuri sana kuishi, ni pazuri sana kibiashara, ni pazuri sana kufanya makazi ya binadamu, ila pana tatizo dogo tu kwamba maji yake hayafai na ardhi ardhi haifai, inazaa mapoza, inafanya wanawake wasizae, mifugo isizae. Kwa nini walienda kusemelea kwa Elisha? Elisha alikuwa na uwezo wa kimungu kama mrithi kutoka kwa Eliya, na kwa sababu sisi ni chumvi ya ulimwengu, Elisha akawaambia wale watu, nileteeni chumvi na chombo kipya. Akaenda kwenye chanzo ambako ndiko kunatoka chemichemi chemi za maji, akaenda akaitia ile chumvi kwenye kile chanzo, basi maji yakawa yamepona na ardhi ikawa ni nzuri, watu wakaendelea kufanya maisha yao na biashara zao zikawa zinaendelea. Maana yangu ni nini? Nataka nikwambie, kila unachokiona kimeharibika kwenye maisha yako, Biblia nasema wewe ni chumvi ya ulimwengu. Kila unachokiona hakiendi kwenye maisha usiangaike namna ya kutatua, wewe ni chumvi ya ulimwengu. Na kama wewe ni chumvi ya ulimwengu, sasa ufanye nini? Hapo ndipo wengi ambapo nafikiri wanashindwa na wanajiuliza na wanaangaika kwamba kama mimi ni chumvi ya ulimwengu, sasa nifanye nini? Biblia nasema hivi, nimeweka mamlaka, nimewapa mamlaka lolote ukilifunga duniani na mbinguni limefungwa na kuzimu limefungwa. Kwa namna hiyo, basi nakusihi, tamka chanzo cha biashara zako kiwe kimeponywa, kwa sababu wewe ni chumvi. Tamka neno la kuponya chanzo cha biashara yako, chanzo cha mafanikio yako, chanzo cha maisha yako, chanzo cha kila kitu kwenye maisha yako ni nini, chanzo cha uchumi wako, chanzo cha watoto wako kusoma chanzo cha kula vizuri, chanzo cha wewe kuvaa vizuri ni nini? Chanzo kile ili kiendelee kuzaa matunda, kuleta mafanikio, tamka neno. Ambia wewe chanzo na kuponya kwa jina la Yesu Kristo. Ambia wewe chanzo na kutibu kwa jina la Yesu Kristo. Kila kufa, kila hasara ambayo ipo kwenye chanzo ing'olewe, utaona biashara inaenda vizuri. Kila chanzo ambacho ndicho kinachotengeneza maendeleo ya maisha yako, mali kwenye maisha yako, uchumi kukua, ndicho shetani anachocheza nacho, anaenda kuharibu huko ili huku wewe unalia tu. Lakini kumbe hapo unapolia sio penyewe, hapo unapopambana kupatengeneza sio penyewe, hapo unapohangaika napo, napo sio penyewe. Kwenye chanzo ndiko ambako shetani ameenda kutega na kuharibu ili uendelee kulia machozi tamka chanzo kiwe kimeponywa kwa jina la Yesu. Unafikiri kwa nini mimba zinaharibika? Chanzo ni kizazi kimeharibiwa na adui, kizazi sio. Usiangalie mimba kuharibika leo, usiseme kila mimba ikifika miezi mitatu inaharibika leo, ila chanzo ni kizazi kimechezewa na adui. Mungu akusaidie. Simama, omba, usikate tamaa. Simama usichoke, jitie nguvu, ng'ang'ana, usikubali kwamba umeshindwa vita. Jaribu kusema, vita hii nitashinda. Mimi ni chumvi ya ulimwengu, naenda kukiponya chanzo cha maisha yangu. Mungu akutunze, amen.